Watu wengi sana wanapenda kuishitumu CCM kwamba inaiba kura. Lakini uhalisia vyama havijipangi vizuri kwa ajili ya kujiandaa na chaguzi. Mfano mfano mdogo tu. Kanda ya, kanda ya kaskazini, Tanga, Kilimanjaro na Pwani na Dar es Salaam. Kuna zoezi la uandikishaji wa daftari la kupiga kura. Wewe muulize kiongozi yote wa kitaifa kuna wakala wake anayesimamia kuhakiki wapiga kura. Unasimama jukwaa unasema no reform no election, alafu siku ya siku unaingia kwenye uchaguzi na wapiga kura ambao huwajui, alafu uchaguzi umeisha unasema wametuibia wapi? Kwa hiyo sisi tumejipanga huko, tumeweka mawakala Tanga, tumeweka mawakala Dar es Salaam, tumeweka mawakala Kilimanjaro katika zoezi katika kanda ile kule lakini kimsingi ili uweze kupata kura lazima uwafikie Watanzania. Nchi huu ni kama mmea. Leo mnakata tawi hili una, unasogea kesho nakata tawi hili unasogea. Wewe unataka mti ukue siku hiyo hiyo? Wewe mawazo gani hayo? Mi siungi mkono hoja za fujofujo, siungi mkono. Naambia kabisa mimi, mtu akitaka kuelewana na mimi aeleze hoja lakini mara umeshika hili mara umeshika hili mara umtukane rais mara umtukane waziri mkuu, sasa hayo yana faida gani kwenye chama na kwenye jamii? Nimetumia hapa zaidi ya dakika arobaini, nimemtaja Samia hapa hapa? Hana kazi na mimi, mi nina kazi na Watanzania, wasikie Doyo anasemaje. Eh, Samia anyang'anywe, anyang'anywe tuzo yetu tuliyompa kule mwezi wa nane Arusha kwani akinyang'anywa ndio ame, amefanyaje? Nami kama ingekuwa hesi ile ningeitupa, ngamwambia haya, naenda pale ofisini haya, hiyo tuzo yenu mlionipa Arusha hiyo hapo. Kwani ni nini? Maneno tu ambayo hayana tija kwa Watanzania ndio maneno ambayo wenzetu wanabeba. Hapana, lazima tuwe tunaelewa kile ambacho tunakifanya, kama viongozi kama Watanzania, kwa kuisaidia nchi. Mnaweza kujiuliza kulikoni kuomba nafasi nyeti katika, katika nchi yetu Jibu ni kwamba bado naona kuna masuala ambayo hayajafanyiwa kazi ipasavyo katika nchi yetu. Hili ndio lililonisukuma na mimi kuona kuna nafasi ya kutoa mchango katika taifa langu. Masuala ambayo nime, nimeona hayajashughulikiwa ipasavyo na serikali zote za awamu ya kwanza mpaka awamu ya sita ni masuala haya yafuatayo: la kwanza ni ajira, elimu, kilimo na ufugaji, rasilimali za maji, kuziba mianya ya ukwepaji wa kodi, kupambana na rushwa kwa kiwango kikubwa, kujenga taifa la walipa kodi kwa kiwango kinachostahili, kuweka nguvu katika sekta ya madini.